Ikifika wiki moja kabla bunge kuvunjwa, ndio mtu anaomba barabara. Tumeona hata bunge la juzi, rais ameshavunja baraza la mawaziri, lakini bado kuna mtu anazungumzia barabara. Miaka mitano alikuwa hajulikani kwamba yuko wapi, alikuwa ni kama mtalii kwenye ma, kwenye majimbo mengine huko. Ikifika wakati wa uchaguzi, wanakuja kuahada hapa. Sisi tunasema hiyo imefikia mwisho. Nichagueni Mahamudu ili nifanyenie kazi, na nitamtuma huyu mtu nitashirikiana nana naye, na ninakwambia kwamba ukiwa pale bungeni nataka nikuone e, waziri wote ambaye atapeleka nani maelezo ambayo hayaeleweki pale unyoshe mkono nanii upindue shilingi. Sawa sawa, nataka wathibitishia wananchi kwamba utakapochaguliwa, wizara yote ambayo itapeleka bajeti ambayo ni kandamizi utanyosha mkono na utasimamisha uta, shilingi na Mheshimiwa Rais sio kusimamisha shilingi tutu, tutegeuza Bunge la Kenya kuwa Tanzania. Sawa, hatutafanya hatutakuwa wavunjaji wa, wa, wa, wa sheria, tutafuata sheria, lakini tunasema kwamba uwajibikaji hasa kwenye ofisi za umma, taarifa ya mkaguzi mkuu wa serikali itakapofika katika meza yangu nikabidhiwa tule ripoti, mimi nitachukua hatua kali sana kwa mafisadi. Nafikiri Afrika nzima haijawahi haijawahi kuona hatua hizo, kwa sababu mimi ni mwadilifu na ninachukia rushwa, na ndio maana naomba leo ridhaa ya kuweza kuongoza nchi hii. Kwa hiyo naomba, hatukuja hapa kwa kibahati mbaya au kufanya mzaha, tumekuja na tunamaanisha tunachokisema. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tarehe ishirini na tisa mjitokeze kwa wingi, mjitokeze kwa wingi, mtumie akiemo ya kikatiba kuchagua viongozi wazuri. Mimi sina maneno mengi, shida yangu kubwa, vipembele vyangu havizidi vinne. Cha kwanza elimu, cha pili maji, cha tatu barabara, cha nne ni mikopo, umiza kausha damu na bonanza ameniongezea na bonanza. Kwa nini nasema elimu? Ndugu zangu nyote, wote ni mashahidi, watoto wetu badala ya kwenda kupata elimu shuleni wamebaki wanahudhuria shuleni. Shule yenye watoto wachache Katoro ni elfu tatu na mia tano. Unakuta shule ina mikondo saba, maana yake nini? Mkondo mmoja watakaa watoto mia tatu mwalimu mle darasani anaenda kufundisha, nawauliza, anaenda kufundisha nini? Nichagueni ADC, nina mpango wa kuwakomboa watoto kwenye swala la elimu. Ninajua, ninajua mkimchagua mwe, mheshimiwa Wilson Mulumbe kama mheshimiwa rais, mimi nikawepo bungeni, fedha zipo, fedha zipo, ila mafisadi ndio wanatukausha fedha zipo na hakikisheni, fedha zipo. Tutajua jinsi gani ya kutunga sheria ya kubana matumizi ya kodi na matumizi ya ya ya soko ya lazima. Sawa, ndugu zangu, kingine ni barabara. Hali ya barabara sio nzuri, zinatia kichefuchefu. Ndugu zangu nyote ni mashahidi, ikifika uchaguzi ndio unaona mitaro inaanza. Sasa hivi wameanza kutengeneza mitaro wameanza kutengeneza. Naongea uongo? Kwa nini swala la kutengeneza barabara imekuwa ni sani, wakati sisi tunalipa kodi? Kwa nini imekuwa ni sani? Ni kwa sababu tumekubali kununuliwa, tumekubali. Tuepuke kununuliwa, tuepuke elfu kumi kumi hizi zinapoponza. Sawa, so, mkituchagua abc kupitia ilani yetu, kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti, tuna mipango mizuri ya ujenzi wa barabara, tuna mipango mizuri ya kuhakikisha elimu bora inatolewa, tuna mipango mizuri kuhakikisha kila mchimbaji mchimbaji mdogo. Zamani ulikuwa ukiondoka na moko, unaacha umemwambia mke wako aweke wa fugo, ni uongo uongo uongo, kweli lakini. Sasa hivi mchimbaji mdogo ni ule mwenye mavete. Mheshimiwa mwenyekiti, ule uchimbaji wa moko umekisha. Uchumbaji wa moko umefanyaje? Umekwisha, umebaki mchumbaji wa mwenye nacho. Yaani, tumegeuzwa manamba.